Kwingineko, wafungwa chipukizi wa humu nchini walimaliza katika nafasi ya tatu kwenye makala ya tano ya mashindano ya dunia ya mchezo wa chess baina ya wafungwa yaliyoandaliwa kwa njia ya kidijitali kwenye mataifa husika. Vijana hao wa Kenya walimaliza nyuma ya mataifa ya Ghana na Malawi ambayo yalikuwa mataifa bora barani Afrika. vijana waliofungwa humu nchini walishiriki kwenye makala ya tano ya mashindano ya dunia ya chess baina ya wafungwa yaliyoandaliwa chini ya kauli mbiu chess for freedom na shirikisho la mchezo huo duniani. Vijana hao wa Kenya walimaliza katika nafasi ya tatu kwenye mashindano hayo yaliyovutia timu 135 kutoka mataifa 57. Kenya ilishiriki katika vitengo viwili: vijana wa kitengo cha tatu kutoka Kamiti Youth Corrective Training Center na wanawake kutoka Kamae Bostol. Wafungwa hao walionyesha weledi wao na kujitolea, huku wakiishinda timu ya Georgia alama tatu kwa moja kabla ya kushindwa na Ghana na Malawi. Katika kitengo cha wanawake, wachezaji wa Kamaye Boston walicheza dhidi ya timu za Georgia, Ukraine, Latvia, Romania na Slovenia. Na licha ya kuchuana na wachezaji wenye uzoefu, timu hiyo ya Kenya ilionyesha uwezo wao wa wafungwa kushiriki na kufanya vyema kwenye mashindano ya michezo, licha ya kuwa ni wafungwa. Kinara wa Global Outreach ya The Gift of Chess Phyllis Ngigi alisema kuwa wachezaji wa Kenya wanahitaji kushiriki zaidi kwenye mashindano aina hiyo, hasa michuano ya kidijitali, kujiandaa na kufanya vyema hata zaidi katika mashindano yajayo.